E, bwana bado kumekuwepo na controversy. Watu wanashindwa kuelewa kwamba mambo yako vipi kati ya Zuchu na Diamond Platnumz, maana tumeona video zimevujishwa kwamba Zuchu na Diamond wapo wa katika ndoa meona bwana wakiwa wameoana kwa siri au vi bwana kwa maalim mufti wa Dar es Salaam. Lakini pia baada ya hapo, kilichokuja kushangaza watu ni kwamba eh, kuna sakata jingine, stori nyingine imekuja kuibuka, watu wakiwa wanadai kwamba bwana talaka tayari imeshatolewa, yani which means kwamba Diamondi na Zuchu baada ya kuoana tu ni kwamba kulikuwa na ugomvi, na inasemekana kwa mujibu wa Mange Kimambi alichozungumza amedai kwamba Diamond na Zuchu wameachana, na sababu ya kuachana wawili hawa bwana ni kwamba Mama Dangote hataki hayo mahusiano. Kwa hiyo amemsimamia Diamond aandike talaka zote tatu kwa message zitumwe kwa Zuchu. Hivyo ndivyo mambo yalivyo, na hizo ndizo tetesi ambazo zimesikika huko mtandaoni. Sasa baada ya hizo habari kusambaa ni kwamba tukawa tunajua kwamba of course ndoa ilikuwepo, lakini wameachana. Lakini kwa mujibu wa peji ya Zuchu pamoja na watu wake wa karibu, wanadai kwamba bado ndoa iko vile vile. Na Zuchu akaposti jana usiku, akiwa ameenda zake dina na Diamond Platinum, na akaandika kabisa pale Dina date na mume wake, yani yeye Zuchu aliandika hivyo kwamba anaenda dina na mumeo ye ambaye ni Diamond Platinum. Kwa hiyo watu wamekuwa wapo katika eh, dilema, hawaelewi kwamba je, ndoa ipo au kweli talaka imeshatolewa? Na hapa, moja kati ya vitu ambavyo tumeviona huko Instagram, ni kwamba ya, ni kwamba kuna jambo jingine wadau wamepekua pekua, hivi karibuni, mpaka sasa hivi, hapo ukipita katika page ya Zuchu, unakuta hajamfollow Diamond yaani hayupo, lakini pia kwa upande wa Diamond hajamfollow Zuchu, jambo ambalo watu wamehisi kwamba hapa bwana hawa wameblokiana huko mitandaoni, yaani katika kurasa zao za Instagram kila mtu amemblock mwenzie. Sasa kutokana na hilo basi ni kwamba watu wanajiuliza kwamba bwana, hii imekaa kaaje? Eh, kumbe wanandoa Mondi pamoja na Zuchu kila mmoja hajamfollow mwenzake. Hapa kuna page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari, na, na imefanya watu wengi sana wawe na maswali mengi kwamba nini kinaendelea, ni kweli ndoa ipo au la, au kuna ugomvi kati yao. Eh, kwa hapa kuna page imeandika kwamba licha ya kuwa ya kuweka wazi kuwa kwa sasa hivi ni mke na mume rasmi kabisa Diamond na Zuchu, lakini, kilichoshangaza watu ni kwamba hakuna hata mmoja ambaye amemfollow mwenzie katika mtandao wa Instagram. Umeona bwana. Kwa hiyo hapa wadau wamekuja kuweka maoni yao. Kuna mtu amesema bwana, kiukweli wanatuchanganya mpaka pale tutakapoamua kuacha kuwafuatilia mambo yao. Kwa mtu mwingine amesema kwamba bwana wanafollowaliana chumbani, hakuna haja ya kufoliana mitandaoni. Kwa unasema kwamba bwana, hii ni ndoa ya bei rahisi. Kwa unasema kwamba bwana mm, eh bwana, umejua saa ngapi kaka? Kwa mtu amesema kwamba bwana, kiukweli ukimfollow wewe inatosha. Mnapenda sana kuwapangia watu maisha yao. Kwa mtu amesema kwamba bwana, hii ni baraka kweli kweli. Hatujajua hapa nini kinachoendelea, lakini time will tell. Umeona eh? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia tuweke maoni yako katika comment section tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.